Mpenzi wa Abia Digital TV. Leo naenda kukuelekeza namna ya kufuta akaunti yako ya Facebook. Ah, kama unataka kufuta akaunti yako ya Facebook utaingia sehemu ya menu hii, sehemu ya juu ambayo ina viarama vitatu, baada kuingia sehemu hiyo utashuka chini ambapo pameandikwa setting and privacy. Baada utaingia kwenye sehemu imeandikwa setting. Baada itafunguka kama hivyo account center, uh, tools and resources Preference kuna eh, audience and visibility eh, na mengine mengi lakini, wewe utaingia sehemu hii ambayo imeandikwa account center, utashuka sehemu ambayo imeandikwa personal details. Baada ya kuingia hapo kwenye personal detail itafunguka namna hii, eh, tukuja account yako ambayo ndio profile jina lako toni nini, mm, connected d eh, experience Hivyo, password and security kama utakubadilisha password ndio utaingia sehemu, lakini kama unataka kufuta account yako unaingia sehemu imeandikwa personal details. Ukishaingia sehemu imeandikwa personal details itafunguka namna hii, uh, kuna contact info, kuna date of birth and account ownership and control. Utaingia sehemu hii imeandikwa account ownership and control. Baada ya kuingia hivyo, itakuandikia namna hii ambao ni deactivation and deletion, e, memorialization. Wewe utaingia sehemu ambayo kwa deactivation and deletion, mara itafunguka na una hii, kama una account nyingi zitakuja account nyingi. Kwa hivyo mimi na account moja, itakuja tu account hii, ambapo juu kuna deactivation account au deletion account. Hiyo deactivation ya account ni, ni ile kulemaza account unailemaza kwa muda na wewe, mm, unafuta kwa muda. Lakini deletion ya account unafuta permanently ambapo yani account hii utakoifuta basi account hii haitoonekana kabisa tena. Kama utakufuta account utaingia hapa deletion account afu utabonyeza continue ili kuendelea. Baadaye itakuletea sababu kama hizo, eh, unafuta kwa sababu gani eh, mm. Utachagua sababu yako inakufanya ufute, kama ni hii utachagua, unabonyeza aafu unabonyeza continue, shabonyeza continue tena ho, itakuletea kama hivyo, afu utabonyeza tena continue, shabonyeza continue itafunguka continue namna hii hu, utashuka chini mpaka chini utabonyeza tena neno continue. Baadaye itakuomba uweke password yako ya akaunti yako ya Facebook, kwa baadaye utaweka password yako shaika yako password yako nitakwambia u continue ambako ndi ubonyeze ufute akaunti yako. Kama umesahau password yako, basi utabonyeza kwenye forget password. Baadaye itakutumia msimbo, utaingiza, utafuta akaunti yako kama password tayari una kichwani na ikumbuka, utaingiza password yako, utabonyeza na continue, na utakuwa umeifuta akaunti yako ya Facebook kamwe, na haitaonekana tena. Ila kwa mimi, kwa sababu sitaki kufuta akaunti yangu, basi naishia hapa. Lakini kama utafuta, utabonyeza hapo na continue, utakuwa na confirm, utakuwa umeshaifuta akaunti yako ya Facebook na haitaonekana tena, na hii ina response